Viongozi wa dini ya Kiislamu nchini hususan maimamu wa msikiti wametakiwa kuendelea kutoa elimu ya amani, mshikamano na umoja wa kitaifa kwa waumini wao ili Tanzania iendelee kuwa kisiwa cha amani na kuvutia watu wengine kutoka mataifa mbalimbali. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa maimamu Tanzania Umata, Sheikh Arif Suria, ambaye pia ni mkurugenzi wa dawa na tabliji Baraza Kuu la Tanzania Bakwata wakati akitoa wa msaada wa misahafu ya tafsiri ya Kiswahili pamoja na msaada wa vyakula baada ya kuanza mwezi wa Shaaban. Umoja wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania tumejumuika pamoja kwa ajili ya kusaidiana futari katika mwezi mtukufu huu wa Shaaban. Mwezi huu Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga moja katika sahaba Osama bin Zaid radhiallahu anhu akamuuliza, Mbona ya Rasulullah unafunga mwezi huu? Akasema, mwezi huu amali zinakwenda juu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi napenda amali zangu ziende hali ya kuwa nimefunga. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba Shaaban ni mwezi wangu na Ramadhan ni mwezi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tumeingia katika Shaaban hii, tumeona sisi maimamu wetu tuwape chakula cha mwili lakini vile vile na chakula cha roho. Leo anaondoka na mzigo huu ambao atafanya futari na daku, atafunga kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofunga, lakini pia atapata na chakula cha roho ambayo ni msahafu Qurani, lakini Qurani ambayo ina tafsiri ndani yake Kiswahili na Kiarabu. Kwa hiyo kama nyumbani mama, watoto, vijana, nani hawezi kusoma basi watasoma msahafu huo. Lakini vile vile tunachukua fursa hii kuwaomba Tanzania na maimamu wetu popote pale mlipo tuendelee kuwa mabalozi wa amani. Mashallah, tumefanya kazi nzuri na imeonekana, Allah amejalia kuna amani katika nchi yetu. Tusije tusije tusije tukarudi kule ambapo tulikuwa tumetoka. 29 Oktoba ilikuwa imetokea ile wimbi la uvunjifu wa amani, kila mmoja aliona shida yake. Kwa hiyo tujitahidi sana kuhubiri amani katika maeneo yetu. Maimamu, tuna misikiti nchi nzima karibu elfu thalathini. Maimamu wako watatu watatu, elfu tisini wa hawa, lakini vilevile viongozi wengine wa msikiti laki na kitu hawa, lakini waumini wako mamilioni. Kwa hiyo sisi tukihubiri amani, basi taarifa zitafika katika nyumba nyingi sana, na vijana wetu wanaofanya vurugu za amani wanatoka katika nyumba zetu. Kwa hiyo naomba sana tujitahidi kuwa mabalozi wa amani, tuhubiri amani. Allah subhanahu wa ta'ala tukubali. Jazakumullahu khair wa asa jazafi daren, shukran Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata daku. Tumezoea kupata mwezi wa Ramadhani, lakini mara hii tunashukuru, tumepata daku kwa ajili ya Shabani pia. tumepata masrafu kwa ajili ya kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu na kumjua Mwenyezi Mungu anasema nini katika kitabu chake. Alhamdulillahi, tunashukuru sana kwa sadaka hii tuliyopokea leo hii, wa mama wote tunashukuru. Alhamdulillahi. Baadhi ya maimamu wamempongeza Shekh Arif kwa kusimamia kwa uadilifu misaada hiyo iliyotoka kwa hisani na kutoa wito kwa watu wenye uwezo ama mashirika kuwasaidia maimamu. Mwenyezi Mungu akulipe kila la heri. Lakini pia kila yule ambaye atakuwa ana, ameona hivi na anakwenda sehemu mbalimbali mbali kwa kuchukua misaada kwa niaba ya umma, basi awe ni mwaminifu, ashike kama ulivyokuwa umeshika wewe leo. Misafu hii ya tafsiri inavyotolewa, maana yake watu wapate kujiandaa vema na ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu Qur'ani imeweka bayana kuhusiana na Ramadhani. Kila kitu kiko vizuri sana, lakini yule mwenye kufanikiwa ni yule ambaye Kiarabu anakifahamu, na kama hajui Kiarabu basi asome ya Kiswahili. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.